Okay, so anafata Sunny MC na Frenger. Okay, so round in uh, ni moja. Biti yetu ni ile ile. Alafu msichojua sasa, majaji wanaangalia hata nani wa kwanza kuokota mic. <laughs> idyokea okay, yeah. Leo niko na mtoto anamwita Frenger biti, naona kwenye kike linagoma kwenda, amedendemka kama mlenda. Hoyo kasha kosea kwanza, mwiteni defender naona mikono ameweka kwenye mfuko mwanangu, leo nomba ni sujudu kama Kristo, wepo wake leo mbele yangu yu ni kifo. Nataka nimle kama baga na kijiko, atabweka bweka kama mbwa nanalemgia ujio mpaka kwenye bato ndo amekuja kwanza. Napoteza muda, unaonekana we unezo kasarita tabato takuwa yuda, nina kuvuruga paka nywele. Nasikia makofi wanangu mengi, ni zaidi ya kelele. Wacha nimpe pete nimchambue kama mchele. Unaitwa nani, nikubusu Fatuma? mama mele amenyamaza, kisa ni mrefu, kidevu kidogo cha mwanaume, lakini akina ndevu, kidevu kinafanana na shavu. Nyie mnaona ataweza michano? Bora kafanye tarabu, P Mawenge Sema kweli huyu wata kifanya mziki miaka kumi apate ya tabaskeli, mi najua lazima tafeli, awezi kufanya michano akacheza tasingeli. Unakujo na bato, halafu umetinga boti, utanisamehe. Mi ndo sani mkorofi, mikono kwenye fuko na singrendi. Hujui kuandika, uandishi ni mbaya, ukiandika zitrendi Frenger. Yo, Frenger yo yo, skiza nandi umekutana na beli nasi, hapa kwangu nakuchana bila hata wasi, umevaa shati kubwa, shati la ulisi bwana, kwenye bato ulingani na sisi. Cheki kidogo janja, kofia nani amekupa? Naona uki flow freestyle tunakulupuka umepewa sifa za mashabiki, lakini hapa steji ni mwana au kofiti. Unatoa mdomo nakupa elisomo leo, nakuficha kama picha za ngono. Yeah, mtoto ni wezi hata kiduchu. Cheki una sura nzuri misili ya Zuchu, auna hata demu choni, unapiga pu staki malizia itakuwa noma sume. Cheki chini amevaa chino, wana mani, mtoto anaonekana anakula mjani. Umekimbia skuli na kushauri leo na kufunika kwenye bado tatoka sifuri umevaa bonge la shati shati jekundu, lakini kwenye flow mwanangu una mautundu, kwenu auna gundu. Nasikia we ni mwizi mistari ilo ulotunga kakupa wizi, umekuja hapa kupiga mistari ya kuandika. Leo mbele ya mashabiki mwanangu utachapika. Anaonekana ko vizuri bwana mdogo, ananitazama okay. So Sun MC pamoja na, na, na Frenger. French Q, French boy Q, hasa. Okay. Okay. Yeah, bwana Songa. Ujue battle ilivyokuwa imeanza. Yeah. Kwanza Sun MC amefanya kitu cha maana sana, amejua kucheza na muda. Kwa hivyo chukua tu mic akaanza kupromosha kabla hata DJ hajaachia mdundo. Kwa hiyo ni advantage ambayo ameitumia. Ya, yeah. Na alivyomaliza nikajua tayari ngoma ishaisha. Lakini French MC alivyokuja kurudi nimeona ah, bwana battle imekuwa ngumu, imekuwa ngumu sana. Na wote wangu, vizuri, vingine, kwa upande wangu okay, naona so, umefanya vizuri. Mimi ningependa kusikia round nyingine kwa upande wangu. Moja moja kutoka kwa Songa, aha, Mansuli. ah, uh, mi binafsi yangu naondoka na naf... na nani na Sunny Sunny MC. MC. Okay, MC. Yeah. Mi, the only punch ambayo nimependa kwa huyu ni ile ya shati la urithi tu. Kwa ile ya shati la urithi tu kwa sababu ina relate na namna mwana alivyoliweka ndo madogo, ndo namna yake, style yake ila ekalidifi ni kikorofi, hiyo tu ndo ambayo imenifurahisha, lakini zilizobaki zilikuwa kawaida, ila huyo jamaa kabonda zote. Sun MC anaondoka, anaondoka na kura mbili ambazo zinampitisha moja kwa moja, sindio? Yes. Kwa hiyo kwa kura mbili za majaji, Sun, yes. Amepita Sun MC ndo mshindi. Makofi kwa Sun MC.